Na mtazamaji aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amewashutumu viongozi kutoka Mlima Kenya wanaomuunga mkono Rais William Ruto akisema wanasaliti jamii yao. Nam Gachagua anadai kwamba viongozi hao wamekaa kimya wakati matusi yakielekezwa kwa viongozi wa upinzani kutoka eneo la Kati. Na huko Kilifi, kiongozi wa chama cha PLP, Martha Karua, ameendelea kukosoa uchaguzi wa uongozi wa Tanzania akidai kuwa udikteta unazidi kukithiri Afrika Mashariki. Mimi huzuni yangu ni wale ambaye watu wanatoka hapa mlimani wanatembea na Gedhinji akitukana sisi kama jamii, akituita wa kabila, akitukosea heshima, akisema sisi ni roho chafu. Na nyinyi wale mumetoka hapa mlichaguliwa na watu ya Muranga na watu ya Kiambu na watu ya Nyeri na watu ya Kirinyaga, watu ya Nyandarua, watu ya Embu, watu ya Meru munapigia Gedhinji makofi kwa kutukana sisi kama jamii jana, nikaona mtu ananiuliza je, vile kumeendelea Tanzania, bado unasema juu ya wanawake? Nikawaambia Idi Amin hakuwa mwanamke, nikawaambia Adolf Hitler hakuwa mwanamke. Hata waleo Kenya sio mwanamke, yuko na watu wanauawa. Kwa hivyo usiseme mwanamke mmoja akifanya makosa ni uongozi wa wanawake wote namkingineko chama cha ODM kinasema kwamba